kaba ariko wowe wabuvuze uko uh, weho se ko wizukana rengo wa gatandatu kana minuza njewe minuza uzaba zina diplome yange nayo icurishije yes, <coughs> <coughs> ngo iki prof none se uruzi ko nize amashuri yose nka yasoza cyane ndakanyira ati ncika ati icupa ry'umusuri rwe desagira wanga bazita mu kibo kibo uwo mwanya se ngiye nari ngufite rekashwi buriya nuna nditegereza neza igihe mba ndi kwigisha telefone yange igihe cyose ihora iri kwaka uburi kurebamo iki ChatGPT Nini se wumvagambaye mbadi kureba mico ahubwo se nagwibuka cyagie wa mukobwa wanyu ujy'ubu wa mbere Latifa eh igihe yigeze kumbaza definition ya chromosome. cromozomeahita mbabwiga kobwaimwesiyisi homework. Ndabyibuka.

uzakubita stage muri jeniz sara kayuzuza hey. ewe hari n'uzafungura cane akayivugiyaho ibintu bitekenye bakahitaho mufunga hey. Wenda nuko nashobora kugutungira gatoki ngo ngubwire ngo kiri ubona nicyo kizaba igikarani nyabugogo naho ubundi abazavamo abagabo nimbwa hariya mu ishuri ryanyu yewe ni benshi none se ubwo ngiyewe wangiriye ihe nama wowe mu <mukuhu> <mukuhu> bintu byose ukora ujya wibuka gusenga imana kuko niyo yonye niza hazaza hawe kandi birashoboka cyane icyo wari kuzaba wayinginga ikagihindura <mukuhu> igwo nuziko se muri bibiri hari abantu imana yagiye yongera iminsi yabo yo kubaho kubera kwita kambira kwabo ntabyo narinze know, nawe uyu no rero ngewe nka mwarimu wawe kandi ukwiye

Nuburimbwa bidasabye ko dutegereza Director nwe ukaba mwarimu w'ikigo ry byewe rero gahunda yo kwirukana ndayikomeje. wamba bariye koko. Kuko babarira birenze kuba ntazanye na police se Petit, nawe barahita bakwirukana. Kandi Wari wagiye Bona Oh, my day no, no, no. no, no, no, no.